ote ameelezea vizuri, nimesikia historia nzuri. Na amezungumza vizuri sana. Yote tunafahamu kwamba euonyeshaji kwa mtazamo wangu, sasa hivi teknolojia kidogo zimebadilika, teknolojia zimebadilika. Zamani tulikuwa na na, na hayo majukwa ya sinema kwa ajili ya kuendesha sinema zetu, baadaye watu walivyo, wa alivo wa wanakwenda wa, wa kwenye DVD hizo, so wanakuja kuona kwenye wa television na kuendelea, lakini sasa hivi kuna majukwaa mengi ya kutazama, kutika, kutika, hizo kazi. Kuna lugha ime- ime sitaki kurejea maneno lakini, kuna lugha ime, ime ime, kuna technology zimetumika hapo kidogo, namna ya kuonyeshwa na ku, na ku, kuna technology fulani imetumika hapo, inabidi kuitafakari zaidi, kuitafakari zaidi, lakini kwetu sisi kama waongozaji bado tu haya mas, uh, ma, maeneo mengine ambayo yana yana, yana, yana, yana hizi platform nyingine ambazo tunaona kazi zetu bado tunaweza kuzitumia kwa sababu hizi nyingine pia zime zimeku zimekufa tunaweza kusema kwamba zimekufa. Kwa hivyo, ili kuweza kutazamiwa kwa kazi zetu lazima tuende na teknolojia namna ambavyo inakwenda, lakini kikubwa mno ambacho mimi najaribu kutazama kwa sisi waongozaji, kwa sisi waongozaji, na hasa tunazungumzia ambao tuko kwenye chama chetu cha waongozaji, tunajaribu kutengeneza hizo sinema kwa sababu ili uweze kwenda kuonyesha hicho kitu lazima uwe nacho. Je, tunazo? E, inawezekana kwamba sinema tunatumia tuna, tuna, tuna muda mrefu kusegeleza. Binafsi mimi mara ya mwisho kuingia location miaka saba iliyopita toka 2008 2017 ndio mara ya mwisho kuingia kuingia, sijawahi kuingia tena, kwa hivyo kama sijaingia toka wakati huu bado kuna vitu vingi pia inavipitanaz sababunaz sababu mimi na kofia nyingi kidogo. Mimi producer, mimi director, sawa, lakini pia mimi mwandishi. Kwa hivyo najaribu najaribu pia kuangalia kuangalia, uh, watoto wa mtaani wanasema wameusoma mchezo kwa sababu hiyo hiyo elfu mbili na elfu mbili na kumi na saba na ndio ambapo pengine soko tulikuwa tunalitarajia kitu kubwa la DSTV ndio ilikuwa inaanza kuanza kukamisha, ndio kitu kubwa tofauti na pale mwanzo, kwa sababu tamthilia ya mwanzo walikuwa na kamisha ilikuwa ni kubwa. Baada ya hapo, ndio kwa tamthilia tamthilia ya nyingine kwao. Mimi ni miongoni mwa watu ambao tulikwenda katika lakini baadaye soko likaendelea, watu wengine wakafanya. Na kwenye haya masoko, sio kila mtu anaweza kufanya, na huwezi kupeleka kila kitu. Lazima utazame kile ambacho, kwa mfano mimi, kwa sababu tayari nimeshafanya, naangalia matokeo ya mato, kile nilichokifanya, na nitakapokuja, nataka kuja kufanya kitu gani. Sio kwa sababu ni mwongozaji basi nifanye tu, hapana. Bahati mbaya sijui niseme hili, bahati mbaya ama u uongozaji naye wakati mwingine anahitaji anahitaji kumpata producer producer, producer, <coughs> kubali kumpa hiyo kazi yake ili aweze kwenda kufanya, lakini madirekta tulio wengi ama maprodusa tulio wengi tunategemea kazi ambazo tumezifanya tunazifanya sisi wenyewe, sio kupata kazi kutoka katika um, kutoka katika maprodusa wengine a inawezekana, watu watuwamini, na kama hatuamini sisi tunachotaka kufanya kwamba lazima tuwaaminishe kwamba, so tunaweza kufanya hizo hizo kazi, lakini tumewaaminishana, lazima tufanye kazi, maanake kazi si lazima iwe ndefu. Hata kama nitafanya kazi ya dakika tatu bado ni kazi, si sinema simikindana zimipicha jineo tuasha dakika tatu ikafaa. Kwa hivyo mimi nadhani tulikojikwa isha za tuna tunakafahamu, tuna sasa tutajikamua vipi kutoka hapo, kuliko viongozi walikuwa mbele, tuna tunasumbuka mara nyingi sana hapo. Nimezungumzia ya sera, lakini sera zeneonazo ambazo tumeambananazo wakati huo zichokomea kuziuliza zina majibu mengi kweli, na wakati mwingine majibu mengine kidogo yana nafasi. Kwa hivyo yanakurudisha yana yana yana yana yana nyuma, kuendelea kuhoji kitu hicho hicho kila kila kupicha kwa hivyo tume- tume- si tu kwamba tumewaachia lakini tunatamani tuna, tuna kuona kwamba pale ambapo mtakapokuwa amefikia na sisi tuta, tuta join hapo, lakini tusiwe tunazungumza jambo moja kila siku, yani miaka bora yaliyo na majibu kwamba nimefikia hapa, nimekwenda hivi, lakini halina majibu ambayo kidogo yame- yame- yame yamenyoka yame, yame, yame. Kwa hivyo tuendelee kupambana tuendelee kupambana, lakini kimsingi kimsingi kama directors kuyafikia majukumu yanaleta jukumu kubwa ni kuongoza, na hii uongoza lazima kuwe na kazi ya kuiongoza. Kama hakutakuwa na kazi ya kuiongoza, maanake hakuna ambacho utaweza kukifanya. Kwa hivyo, kwa sababu umenishitukiza kunipa maiki wakati sikuwa nimeiomba, kwa sasa, kwa uchache nigawe wengine, wakati tunaendelea kusaa.

kwa madairekta wetu inawezekani, kana sababu ya kwa, kwa sababu yani ya nyakua ku, ni sababu ya kupoteza uzalishaji wetu wa filamu. igarae tulivyoanza tulifanya hivyo, lakini tulitakiwa tufike mahala tuone kuna madirekta kama vilivoaaii. Sasa tuone kuna madairekta madairekta wanaitwa kudirect, na produsa wana watafuta waandishi au waandishi wanapropose miradi yao ya walioandika misada yao walioandika kwa produsa wanapichi, alafu produsa wanapiki wanatafuta waaelea utaratibu. Sidhani kama huko na kama hadu huutafuta utaratibu, ukawa takua tunafalisha hizi filamu ambazo siku zote tutaziona kama hazina faida. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu umekifanya mwenyewe, huwezi kukirekebisha mahala hadithi iliyoandikwa ikawa inakuwa direct na mtu mwingine anaweza akachonga mahala ambapo palikuwa hapakukaa sawa, lakini kama unaandika mwenyewe utaendelea hivyo hivyo. Sisi tunaoandikaandika e, au kusoma kazi za wanafunzi wetu, mi nikimaliza kusoma kazi ya mwanafunzi wangu naliacha kwa siku mbili, siku nyingine ndio ikiwa na muda mzuri ndo nakuja kusoma tena. Yani, kisoma na makosa mengi zaidi kuliko nilivyoyacha au kulikoniaa azo. Kwanini? kwa nini? Kwa sababu akili zetu zinafikiri usahihi kwa wakati mmoja, lakini kwa hiyo pili, hili nadhani kama kuna the mpango kavande wa kuionua tasnia tuende tukasisitizani mahala kwamba jamani, hebu siku moja foia ewandiki

Swala la platform hizi za mtandaoni ni sawa kabisa. Mimi nakubaliana kabisa, filamu zetu za mtandaoni tutafute masoko mtandaoni, twende na Netflix, tuanzishe eh Netflix yetu wenyewe kama zinazoanzishwa nyingi tu, kwende huko kwenye YouTube na huko, hela ni pia. Lakini kwa nini kusi filamu naona kwa kuna kuipeleka YouTube, usionyeshe Mlimani City kwa muda wa mwezi mmoja? Kwa nini filamu hiyo usionyeshe dafu mahali wa wa kwa wao muda, kwa nini filamu hii ndio isiyojifu mahala pengine? Kwa nini hii filamu hii ndio isiyojifu? kibanda umisa ni mia tatu wa kabini, ambapo kila kibanda watu wanakuta kuangalia kwa shilingi elfu moja moja tu mpya, tukarudisha utamaduni wa kuangalia filamu, kwa sababu utamaduni wa kuangalia filamu ndio utamaduni unaochochea utengenezaji wa filamu. Na hapa nataka niseme kuhusiana na soko, soko la sasa hivi limebadilika. Kila mmoja analalamika, tumeacha kutengeneza filamu, tunatengeneza tamthilia. Sijui nani anaita hivyo, ni jina sio sahihi kabisa kuita tamthilia, lakini linakubalika na mimi nakubaliana nao kwa sasa. Lakini siku nikipata nafasi ya kupropose na jengine, sitaita tamthilia zile zinazoonekana, ambazo watu wengine wanaita series na ambazo sisi misiliotrama

kukubali kutengeleza series kama jina linalotumika sasa. Tukawacha kutengeneza filamu. Na tukaamini kwamba na ile ndio filamu. Inachukua muda mrefu? Hapana. Ile ni product inayoenda kwenye television. Product karibu zote zinazoenda kwenye television zinaitwa television programs. Sio filamu. Ni picha, ndio, ndio ni sawa. Lakini sio filamu. Filamu haitengenezwi kwa ajili ya televisheni. Tukitengeneza filamu kwa ajili ya televisheni, tunaenda kutengeneza kitu kingine kabisa. Filamu kwa ajili ya televisheni, filamu kwa kawaida yake itaenda kwenye ukumbi wa filamu, tungepeleka ambayo tukawa tunaenda kufanya lunch ya filamu yako pale, eh, ndio tunafanya premia, kile premia kwenye kibanda cha ubisa pale. Kwa hiyo ni soko la kutengeneza kwa ajili ya kupeleka kwenye televisheni nyingine, sababu ya kujikwaa hiyo, inawezekana kabisa soko ndio ni kudhalilisha, lakini sisi kama maelekta tunataka kuendelea kutengeneza kule, tukawa tunasoko letu ile

waieezsvaatusiaizlaia naweza kufikiri nje nje ya maaika. Jambo lingine ambayo limezungumzwa nalo, ninadhani tukizitazama filamu tutazame kama kitu kinachoishika. Yani filamu, ni filamu. Television series sikikaa hivi tutaweza kufanya jambo hapa. Kuna vitu vingi vya kujadiliana na kuna vitu vingi vya kuvizungumza. Nadhani tukikaa pamoja kama hivi mara kadhaa, kupendekeza maana si sehemu ya kushauri, lakini kupendekeza mambo ambayo yanaweza kubadilisha